Ukitaka kumfurahisha shetani, acha kuomba wakati watu wanakupiga vita, watu wanataka kuharibu kazi yako. Ukitaka shetani afurahi, weka hata tamaa, alafu acha kumweleza Mungu hayo unayopitia hapo, shetani atafurahi. Lakini ukikaza kumweleza Mungu, shetani hatafurahi kwa sababu anajua utashinda, anajua utafanikiwa. Ukisoma katika Nehemia sura ya nne aya ya nne, Biblia nasema hivi Sikia ee Mungu wetu, maana tunadharauliwa; uwarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho. Nehemia hakutulia, anapangilia sala yake vizuri, anamwambia: Sikia ee Mungu wetu, angalia dharau wanayotudharau. Kwa hiyo hakuvunjika ule moyo wa kumweleza Bwana Nehemia aliyasikia kwa masikio yake, lakini anaona nikiendelea kuyasikiliza haya sitainua ukuta. Anaamua kumgeukia Mungu, anamwambia Mungu wewe usikie, usikie dharau ambayo tunadharauliwa. Sasa sisi wengi huwa tunataka kusikiliza wenyewe, tunataka ile dharau tuichakate kwenye mioyo yetu wenyewe, kumbe ni kitu ambacho tulipaswa kumwachia Mungu atusaidie. Kwa hiyo na wewe unapita mahali ambapo unadhiakiwa unadharauliwa, unasemwa vibaya ofisini kwako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kitu cha msingi kitakachokusaidia usije ukapoteza moyo wa maombi ndani yako, kwa sababu maneno yamekuwa makali, yamekuchoma, jifunze kumwambia Mungu ayasikilize, asikie hiyo sauti ya hao wanaokudharau, ili Mungu ayachukue kama ya kwake, alafu ashughulike nayo kama ya kwake, na kukuacha wewe ukiwa salama na mshindi kama kawaida. Usifikiri kwamba hiyo dharau na dhihaka ni ya kwako. Kwa kweli, aliyekupa kazi, aliyekupa uhai, aliyekupa uzima ni Mungu. Chochote kinachoinuka anahusika kwa sehemu kubwa, na ndio maana Nehemia anakimbia kwenda kushtaki kwa Bwana. Wewe unashtaki wapi? Yawezekana una marafiki, unaenda kuwaeleza, fulani ananisema. Haitakusaidia. Yawezekana hata unayemweleza ni miongoni mwa wale wanayapika vizuri, ili wakuharibie mahali ulipo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukajua namna ya kubeba hayo ambayo umesemeshwa. Nehemia anayabeba, anayapeleka madhabahuni pa Bwana, anamwambia e, Mungu sikia, angalia wanavyotudharau. Na wewe vivyo hivyo mweleze Bwana, usiaweke moyoni mwako yakakuumiza ukashindwa kufanya kazi vizuri kakata tamaa. Na tuombe. Bwana Yesu, nina kusifu na kutukuza, asante kwa neema yako, sante kwa fadhili zako. Nakusii Bwana, ukasikia dharau dhiaka ambayo mtumishi wako huyu anadharauliwa. Angalia mateso anayoyapitia katika kazi yake, ili tu ipate kuharibika, ipate kuvunjika, ili apate kushindwa. Adui wameinuka kila upande, wameinuka, wanampiga kwa ndimi zao, wananena maneno mabaya juu yake, wanaharibu kazi yake kwa vinywa vyao. na kusii Bwana mwema, neema yako iwe juu yake, ukamkinge, ukamlinde, usikie hizo dhiaka, usikie hizo dharau usikia hayo mashauri ambayo adui anayafanya, ya nguvu yako iwe pamoja naye Bwana, ukamwatamie kwa uwezo wako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuungana nasi.